Mimi naitwa Jebra Kambole. Eh, ee, ni wakili ambaye nilikuwa nakiwakilisha Chama cha Demokrasia na Maendeleo na niko na wanachama na, na viongozi kadhaa wa chama. Ee, shauri leo likuwa nakuja kwa ajili ya kutoa maamuzi e, madogo kwenye kesi ya msingi pamoja na kusikiza mapingamizi e, ya awali pamoja na kusikiza kesi yenyewe ya msingi. Lakini kutokana na mwenendo wa shauri jinsi ulivyokuwa e, kuanzia asubuhi E, tumefika maamuzi yalivyokuwa yanatolewa, kwa sababu ma, maamuzi ya mapingamizi juu ya kesi ya msingi mahakama imeyakataa na iko tayari kuendelea kusikiliza kesi yenyewe na imepanga kusikiliza siku ya tarehe ishirini na nne mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa ajili ya kusikiliza kesi ambayo inahusiana na chama cha demokrasia na maendeleo kikiuka sheria ya vyama kwa kutokuwa na mgao sahihi wa mali kati ya Zanzibar na bara lakini pia kulikuwa kuna maombi ya zuio la shughuli za chama. Kwa hiyo pamoja na kwamba kulikuwa kuna mapingamizi pia hapo, lakini ni kipengele kidogo sana cha pingamiza hicho ambacho mahakama imekubaliana nacho kutoa paragraph ya kumi na sita viapo vyao. Lakini mwisho wa siku uondoaji wa hiyo paragraph hauathiri kesi ya msingi. Uh, mawakili kadhaa tulikuwa tunawakilisha hili shauri Dk. Rugemeleza Nshala Hekima, eh, Mwasipu na mimi lakini kwa siku ya leo bahati mbaya uh, Dr. Gumeza inshallah alishatoa taarifa kwamba kwa siku ya leo hata kuwepo. Na hekima Mwasipu, eh, kati ya watu ambao wamefariki kwenye ajali ile ya Mbeya eh, kuna ndugu yake pia amefariki kwao, ameenda kwenye msiba. Kwa, kwa sababu hajaenda kwenye msiba yuko, tunajaribu ku organize namna gani ya kuenda. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba ni muhimu sana eh, tukamsindikiza mwenzetu kwenye hili jambo. Kwa hiyo nilijaribu kuiambia mahakama kuna hii changamoto ambayo imetukumba tupewe angalau mpaka siku ya Ijumaa, ili tuje kusikiliza, lakini, e, jaji aliweza kukataa kabisa hairisho la namna hiyo, na kuamua kuendelea kulisikiliza shauri. Sasa sisi tunafikiria kwamba kusafiri usiku sio salama sana kwa ajili ya kwenda kwenye msiba. Kwa hiyo tukaona kwamba hairisho lile alikuwa sawa. Kuzuia kwa hairisho kwa lile shauri likuwa sawa kwa sababu mwisho wa siku shauri lenyewe aliko chini hati ya kiapa hati ya dharura ni shauri la kawaida tu lakini kuona kwa kwamba maamuzi yanatoka leo mapingamizi yetu yanasikilizwa leo, mapingamizi yao yanasikilizwa leo, e, na kesi ya msingi ya maombi hata kusikizwa leo haikuwa sawa sana na sisi, kwa sababu tumekuwa tukiendeleza tuki, tuki, tuki, tuki shauri sauli na tunaona mambo yanavyokwenda, mimi binafsi nikaona kwamba sitendei si, haki chama na wanachama kwa namna shauri ambavyo linaenda. Kwa hiyo nikamtaarifu Mheshimiwa Jaji kwamba siwezi nikaendelea na kusikiliza maombi ya, ya zuio. kwa sababu Naona kama sitendei haki na sitendei haki kwenye hilo shauri. Kwa baada kuna kwamba sitendei haki na mimi sitendei haki kwenye hilo shauri. Nikamtaarifu mheshimiwa kwamba naomba nijiondoe kwenye hilo shauri ili chama kipate muda wa kuleta wakili mwingine hata kwa siku ya kesho. Lakini naona jaji ameshindwa kabisa kukubali hata hiyo hoja ya msingi ambayo inahusiana na haki ya kusikilizwa ya chama. Haki ya kuwakilishwa ya chama kwenye shauri hili. Kwa hiyo mimi nime nimejiondoa na nimemtaarifu mheshimiwa jaji, naona hakubaliani kabisa na kujiondoa na mida hii bado anasisitiza, anataka kusikiliza hata kama ni upande mmoja, bila kukipa chama fursa ya kuleta wakili mwingine au kuleta mtu mwingine wa kuweza kuwakilisha chama kwenye shauri, kwa ushauri kubwa la namna hii. Kwa hiyo nikaona kwamba siwezi kuwa sehemu ya watu ambao wanakandamiza demokrasia. Hmm? Au wana wanakandamiza chama na mimi niko na mimi naona and I can see it. Kwa hiyo nikaona sio jambo zuri sana kuendelea na ile shauri. Kwa hiyo kwa kifupi, hicho ndio ambacho kimetokea. Kwa hiyo wanachama wajue kwamba kesi ya msingi inakuja kusikilizwa siku tarehe ishirini na nne mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano lakini kuhusu mapingamizi, kuhusu maombi yao madogo ya kuzuia shughuli za chama I don't know, sijui atafikia wapi, sijui ataamua nini. Kwa hiyo hicho ndio ninachoweza kusema. Pengine madhara ya... ah, mwisho wa siku eh, mwenendo wa shauri unakuwa uko sawa chama kinaweza kuchukua hatua nyingine za kisheria kikiona jambo hili linavyoenda ndivyo sivyo, na, na kuendesha shauri upande mmoja, sio kwamba ni jambo gani sana kisheria, lakini kina kina utaratibu wake, ikiwa msingi wa haki ya kusikilizwa kupewa fursa ya kujaribu kubadilisha mawakili, kutafuta wakili mwingine ambaye anaweza na vitu vya namna hiyo, lakini eh, madhara yake ni hayo. Kwa hiyo hata ukiendesha upande mmoja, bado chama kinaweza kaja kuleta maombi ya kutengua uamuzi eh, wa upande mmoja. E, ndugu waandishi wa habari Eh, ndugu waandishi wa habari, wa naitwa Gido Thomas Simfukwe ni miongoni mwa timu ambayo ilikuwa inawakilisha eh, wanachama wa Board of Trustees waliofungua kesi yao hapa Dar es Salaam katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, na kesi hii ilikuja leo tarehe kumi mwezi wa sita, 2025 kwa ajili ya mambo kama matatu au manne hivi kama nitakavyoyaeleza. Jambo la kwanza kuna kesi ya msingi ambayo ni namba 8323 ya mwaka 2025. Kesi hii ilipangwa leo kwa ajili ya kusikizwa kwa kutolewa maamuzi ya mapingamizi ya kisheria ambayo mapingamizi haya yalikuwa yameshawasilishwa kwa njia ya maandishi, written submission. Sasa leo tulipokutana asubuhi, mheshimiwa jaji ametoa maamuzi ya mapingamizi haya na mapingamizi yote tisa yaliyokuwa yameletwa na Board of trustees ya chama cha CHADEMA pamoja na katibu mkuu yote yamekuwa dismissed. Kwa hivyo baada ya kuwa dismissed maana yake sasa ni kwamba tukaenda kwenye ombi, kulikuwa na ombi la zuio ambalo hili ni ombi namba 8960 pia la mwaka 2025. Katika ombi hili e, members wanaotoka Zanzibar wanao, waliofungua ilishauri wanaomba zuio dhidi ya chama cha CHADEMA na shughuli zote zisitishwe mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa hili ombi lilikuwa pia na mapingamizi. Upande wa respondent walileta mapingamizi yao dhidi ya hili ombi, na pia upande wa waombaji katika majibu yao kinzani yn yani kaunta fidavit pia walifaili eh, pingamizi za kisheria. Sasa pingamizi hizi pia zimesikilizwa. Pingamizi za upande wa, wa respondent zimekuwa overruled, lakini jaji akawa ameexpand aya ya 16 ya hati ya kiapo ya waombaji kwa maana kwamba ilikuwa na matatizo kwao, yaka expand, lakini akasema zingine zitatumika kuunga mkono hati ya kiapo. Lakini pia na waombaji kwenye majibu yao yani e, kiapo kinzani dhidi ya e, ya ili ombi walileta pia pingamizi la kisheria kwamba hati yao ya kiapo, hati ya kiapo kinzani ya waombewa ilikuwa haijakuwa soni au affirmed imeeleza tu kwamba imekuwa eh, delivered and signed. Sasa hii ikaleta eh, mzozo mkubwa yn yani ile tug of war ya wanasheria kwenye hii pingamizi kwamba je, affidavit inakuwa signed au inakuwa delivered au inakuwa wa femti. Kwa hiyo baada ya eh, ya mapingamizi haya kusikilizwa kwa kirefu, mheshimiwa jaji alisustain hiyo, na akawa eh, ame struck out, yani akaiondoa hati ya kiapo kinzani ya kukataa ili ombi la zuio kwa hiyo baada ya ukataliwa sasa kwa hili e, kwa hii e, counter affidavit ya wajibu maombi, maana yake sasa ombi likabaki halina halijapingwa. Kwa hiyo jaji akaoda kwamba tuendelee na kusikiliza ombi la msingi. Baada ya kufikia hapa e, mahakama ilipotoa amri hiyo, wakili wa wajibu maombi, yani wa chama cha CHADEMA pamoja na katibu mkuu akaomba kujitoa mahakamani kwamba hahitaji tena kuwakilisha wateja wake, na kwa hivyo akiendelea kuwakilisha wateja wake itakuwa yeye ameona pengine kwa interest zake haitofaa. Kwa hiyo akawa amejiondoa mahakamani na mahakama ikatoa amri ikamdischarge. Baada ya hapo mahakama ikatoa order kwamba ombi la zuio lisikilizwe expate. Kwa hiyo tumesikiliza ombi la zuio expate, yani expate maanake upande mmoja kwa sababu wale walikuwepo mahakamani wakaamua kuondoka mahakamani eh. Kwa hiyo mahakama ikasikiliza ombi la zuio ikawasikiliza waombaji upande mmoja kwa sababu wajibu maombi walikuwa hawapo na wameondoka wame mahakamani, na ikatoa amri zifuatazo. Mahakama imezuia eh, kwa muda eh, imetoa oda imezuia kwa muda eh, kwamba eh, shughuli zote za, za chama yani kwa maana ya kwamba eh, mikutano ya wao wenyewe au wafanyakazi wao au mtu mwingine yoyote ambaye anaakti kwa niaba ya CHADEMA zimezuiliwa mpaka hapo kesi ya msingi itakaposikilizwa na Mahakama Kuu masjara ndogo ya, ya Dar es Salaam. Kwa ufupi, hayo ndio ambayo yametokea kwa leo, kuna, kuna jambo hapa la unaweza kutufunulia kwa jicho la sheria la kusikilizwa kesi upande mmoja kwa jicho la sheria ile lina, lina kwa jinsi ambavyo kesi ilikuwa inaendelea kwa muktadha wa kisiasa na kwa muktadha wa chama chetu, na sisi kama wadau wakubwa wa hii kesi tumeona kabisa huyu jaji alikuwa hana hana nia, mba, hana nia nzuri na chama hiki kwa jinsi alivyokuwa anaendesha shauri hili, na huu ni mwendelezo ya kila jambo ambalo linaendelea um, linaendelea hapa hapa Tanzania, na, na chama chetu. Tumeona leo huko huko hu, hu, kwenye ziara watu wamevamia, tumemwona tumeona vitu, vitu vya visivyokuwa vya kawaida ambavyo vimetokea hapa leo. Mama Ana Komo ambaye alijiondoa kwenye hii kesi ameshow up ghafla kila hoja ambayo ilikuwa naletwa na wakili wetu jaji alikuwa nalitupilia mbali, ametupilia mbali mapingamizi yote tisa, ambayo sio jambo la kawaida. Lakini msimamo wa chama ni kwamba chama chetu kitaenda kukaa kitaingia kwenye kamati ili shauri litajadiliwa na kamati kuu na baada ya hapo chama kitatoka na msimamo. Nashukuru sana e, kabla kabla sijajibu hilo kulikuwa kuna jambo lingine pia ambalo nimesahau kidogo hapa. Kulikuwa kuna hoja ililetwa kwamba waleta maombi mmoja amejitoa, yani wale walifungua maombi kutoka Zanzibar, kwamba kuna mmoja amejitoa. Sasa yule mmoja aliletwa mahakamani na akaithibitisha mahakama kwamba yeye hajajitoa. Sasa swali likaja kwamba je, ile notisi iliyofailiwa mahakamani na wana sheria hiyo notisi ilitoka wapi? Yani ile hati ya kusema yule mmoja amejiondoa. Kwa hivyo mahakama imemhoji na akaithibitisha mahakama kwamba yeye hajajiondoa na bado yupo na hajatoa instruction yoyote kwa wakili yoyote kwamba yeye ajiondoe kwenye kesi. Sasa nikijibu swali lako ambao nasema kwamba, je, hii ya upande mmoja ombi halijasikilizwa upande mmoja pase, tulikuwepo, pande zote mbili zilikuwepo mahakamani, lakini upande wa respondent wameamua wao kususia tuseme proceedings kwa sababu ambazo wao wanazijua wao kama wakili alivyosema mimi sitotaki kinana kuendelea. Sasa mwanzoni tuko pamoja, tumeshasema kwamba tuko tayari kuendelea na kesi, alafu mwingine katikati ya ya, ya, ya safari anasema mimi siko tayari kuendelea. Sasa hiyo uwezi kusema kwamba mahakama ilikuwa na nia ya kusikiliza kesi upande mmoja, hapana, isipokuwa tu circumstances yenyewe mtu kaondoka, kaondoka. Sasa kama tunafanyaje? Mahakama kesi imesikilizwa na amri zimetolewa, unawaambia nini sasa, eh, wa Tanzania na hasa wanachama wa Chadema ambao bila shaka baada ya taarifa hiyo watakuwa kwenye taharuki kubwa. Kikubwa ni kwamba tufate utaratibu wa sheria. Unajua sheria ipo kwa ajili ya kufuatwa katika kila mtu, uwezi ukavunja sheria, na mahakama inapokueleza kwamba fanya hivi inabidi ukomplai na, na amri ya mahakama. Kwa hiyo chochote kitakachokwenda kinyume na amri hizi za mahakama kinaweza kuleta matatizo pia. Yes.